na lengo. Kitu kingine au hatua ya pili, hatua ya kwanza tumesema kwamba lazima uwe na lengo. Lazima uwe na lengo, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kujitoa au gharama. Kujitoa au gharama. Nikisema kujitoa au gharama, unapoingia katika maombi ya mfungo unajiwekea labda, nitafunga, nitaingia katika maombi haya labda kwa siku moja au siku mbili au siku tatu, hiyo ni gharama ambayo utaenda kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Yani, kujitoa, utajitoa kwa siku ngapi? ya umejiwekea siku ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kusema kwamba nipo katika maombi ya kufunga, lakini ujui unafunga kwa siku ngapi, upo tu. Bwana Yesu asifiwe, lazima ujiwekee, nitafunga kwa siku kadhaa au nitafunga kwa siku moja, nitafunga kwa sababu hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lazima ujue mfungo wako ni wa siku ngapi. Na pia ukiwa katika mfungo, lazima kuna baadhi ya vitu utaviacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukitaka Mungu akutokee, yani ukitaka akut, yani ukitaka kuona vitu tofauti, ni lazima na wewe ujiweke tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kuona matokeo fulani ni lazima na wewe yani, kuna namna unatakiwa ujiweke. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Ukitaka kuwa mtu wa tofauti, lazima na wewe ufanye vitu vya tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwezi ukaniambia uko sawa na huwe unafanya vitu sawa ukapata matokeo ya tofauti, hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unatakiwa, kama unataka kupata matokeo ya tofauti, lazima na wewe uwe unafanya vitu vya tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kujitoa gharama, na katika kujitoa au hizi gharama, kufanya mambo ya Mungu usimwangalie mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakujibu, kujibu sawasawa na wewe utakavyoenda we naye. Bwana Yesu asifiwe sana bwana asifiwe sana usimwangalie huyu anaendaje yule anaendaje mungu anakuangalia wewe kama wewe umejitoaje gharama gani unatoa bwana yesu asifiwe sana unajitoa kwa namna gani usiangalie yani katika maisha ya wokovu. hatutakiwa kuangalia mtu mwingine hautakiwe kuangalia mtu mwingine hata kama awe ni nani wako bwana yesu asifiwe Bwana asifiwe sana, unatakiwa ujisimamie. Yaani ukisha ukishaokoka, jisimamie wewe kama wewe, jitoe kwa mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana, kwa jitoe katika mambo ya Mungu kama hivyo, katika maombi ya kufunga, ukifunga, unaangalia gharama hiyo.